Kwa ah, hiyo kwenye falme yangu hatakiwi kuzaliwa mtoto ambaye ni albino ikanletea mikosi eh? Uh, sawa, mimi niko tayari kula kiapo cha damu na wewe na nitahakikisha watoto wote atakaozaliwa, nikigundua kuna mtoto ambaye ana tatizo la ngozi au tatizo la albinism au albino, nitamchekelea mbali kabisa, sija, kanletea mkosi na laana. Niko tayari kunywa hicho kiapo cha damu na wewe. <laughs> Uishi milele ewe mtukufu mfalme. <coughs> uh, mke wangu kipenzi Sandra, nimebidi nikulete maeneo haya kidogo, uweze kubadilisha mazingira uweze eh, kupata upepo mzuri na kidogo tusiwezi kuyafikiria haya ambayo yametokea hospitalini. Kwa kweli mimi mwenyewe amenivunja moyo, yameniumiza sana, lakini tumwachie Mungu tu. Kwa kweli mimi siwezi kukata tamaa, yaani, nimeshachoka na hii hali, tumeshazunguka hospitali na hospitali, lakini hali imekuwa ni ile ile, kia nikipata mimba mimba inatoka, na tukienda kupima ultrasound majibu yanaonekana kwamba ujauzito wangu umeshaharibika. Kwa hiyo mimi naona tuje na plan B. Sasa mwanzangu, wewe ulikuwa na plan B, ulikuwa na, na wazo gani labda tunaweza kutumia likatusaidia? Mimi wangu japokuwa ni wazo kidogo litakushtua, lakini usishangae, mimi nilikuwa naona bora tuende tukaone waganga wa kienyeji, manake tumeshaangaika hospitali na hospitali, lakini ukiangalia tatizo ni lile lile hatupati mwafaka wa tatizo letu. Mimi nilikuwa naona tuende tukajaribu upande wa pili, twende kwa waganga wa kienyeji wakatusaidie tatizo. Hezekani, tatizo dogo tu tusumbua labda tunalaana, au ni mikosi, huwezi ukajua. ka tukajaribu na kwa waganga wa kienyeji, mume wangu we. Au nimesikia vibaya? Unamaanisha waganga wa kienyeji, wazee wa ndumba? Ah, kwa kweli mke wangu, mbona umefikiria mbali kwa kweli? Kwenda kwa waganga? Kwa nini tusiende makanisani tukaombe kuliko tuende kwa waganga wa kienyeji? Jamani, mwanamume unajisikia kweli hivyo? Unajielewa? Yani mimi nimeshachoka kucheka kwenye hiki kijiji. Mimi ninachokiona, twende kwa mganga wa kienyeji akatusaidie hili swala, tuweze kupata mtoto mapema. Basi sawa, mke wangu, wewe kama wasema kwamba tukienda kwa waganga kienyeji inaweza kawasuluhishwa tatizo letu mimi, mimi naafiki, nitakuwa upande wako mimi, nitakusapoti. Na je vipi, unafahamu a waganga wanapatikana sehemu gani? Katika kupita pita zangu, nijaribu kuulizia kwa mashoga zangu ambao wanafahamiana na, na waganga ambao wanapatikana kwenye kijiji hiki. Sasa nikaelezewa, kuna mganga mmoja anapatikana kijiji jirani kutoka hapa. Ni mbali kidogo, tuna kuna mwendo kama wa dakika 30 hivi. Tunakwenda hiyo sehemu anapatikana, kidogo ni eneo ambalo liko nje ya mji, yani nje ya kijiji chetu kabisa. Kwa hiyo huyo mganga anapenda kukaa hayo maeneo, ni maeneo fulani ambayo kidogo yanatisha. Maana yake kuna mapopo, mapopo, kuna kuna maeneo kama kuna mageti, yani ni ma, mazingira ambayo yanakuwa ni yanatisha kidogo, lakini ni mganga mzuri sana. Tunaweza tukafika kwake, lakini yule mara nyingi anakuwa anapatikana usiku. Muda wa mchana uwezo ukampata, manake anakuwa busy kwenye misitu kutafuta mizizi. Kwa hiyo twende muda wa usiku, inawezekana tukafanikiwa -tuk -tuk -tuk -tuk kumwona okay. Basi sawa, tutondoka wote, basi mimi nitakusupport. Twende wote Mke wangu, unahakika kwamba eneo la huyo mganga ndio eneo hili? Mbona hii sehemu kama kuna makaburi hivi? Yani mbona kama sehemu ya kutisha sana, mapu, mapopo. Yani pamekaa pamejitenga sana, ni nje ya kijiji kabisa huko. Huyu mganga kweli yuko maeneo haya au umekosea, mke wangu? Mm, sidhani kama nimekosea, mme wangu. Mimi shughuli yangu inaelekeza ni hapa hapa, na sidhani kama tulipokuja tumekosea. Mimi nadhani ni sehemu sahihi. Ainiambia kwamba huyu mganga anakaa ana peke yake kwa sababu mwanzoni alikuwa ni mwanakijiji. Baada ya, ya kugundulika kwamba anafanya kazi ya kishirikina wakaamua kumtenga, na hivyo ndivyo alivyokuja kuishi huku peke yake. Ndio maana unamuona anakaa nje ya kijiji, sababu wanakijiji walimtenga baada ya kuendekeza sana mambo yake ya kishirikina, amekuja huku. Lakini kwa sasa amekuwa mtu mwema, anasaidia watu kupitia miti shamba na vitu mbalimbali ambavyo ambavyo huwa anavitengeza vya kiganga. Kwa hiyo ni eneo hili, tusio na wasiwasi, huenda tu atakuwa maeneo sio ya mbali, lakini ni hapa hapa, mme wangu Ondoa wasiwasi, mimi mwenyewe najikaza hapa, japokuwa naogopa eh mme wangu. Mganga ameshafika. Yani mme wangu ni muoga. Na wewe hebu, umeenda kujificha huko nyuma, unafanyaje sasa? Ah, habari yako mganga. Ah, nilikuwa nawasikia tu kutoka mbali kwamba kuna vijana wanakuja eneo langu, lakini sikuweza kujua wachawi ni sura gani. Nimejaribu kuangalia kwenye kioo cha wachawi, nikafanikiwa kuona kumbe ni wateja wapya. Mhm, nikusaidie nini binti yangu? Ah, mamangu kwa kweli nimekuja hapa na, na matatizo makubwa sana ambayo yananisumbua na yanaumiza sana moyo wangu. Yaani tuna muda mrefu mimi na mume wangu hatujafanikiwa kupata mtoto. Na kwamba na sio kwamba mimi siwezi kupata ujauzito hapana. Ninabeba ujauzito vizuri kabisa. Mimba ikicheza kufika miezi mitatu, minne, tukienda hospitali mimba inakuwa imeshatoka. Sijajua na mkosi gani mamaangu. Yaani nimejaribu kwenda hospitali na hospitali. Nimejaribu kwenda kwenye makanisa lakini nikaona kote siwezi kufanikiwa. Ndo kuna rafiki yangu mmoja akanielekeza nije hapa kwa wewe mganga, uenda uenda unaweza ukanisaidia tatizo langu hilo. Limekwisha kwangu, hilo hesabu kwamba limekwisha, lakini na kazi kubwa sana ya kufanya. Inaonekana kizazi chako kuna mtu amekifunga, kwa hiyo kukifungua kunahitaji sacrifice kubwa mno. Sawa mganga wangu, mimi niko tayari kufata masharti yoyote yale ambayo utakao niambia. Niko tayari, kwa kweli nahitaji kupata mtoto kwa namna yoyote ile. Kwanza, kabla ya yote, mme wako yuko wapi? Mbona uko peke yako? <coughs> Niko hapa mganga, nilikuwa kidogo nimejificha hapa <coughs> nyuma ya makaburi sababu mimi kwa kweli, ni muoga sana maeneo kama haya, ndio maana mke wangu kidogo jasiri, mi nikaona nijifiche, lakini nipo na wasikia yote mnaongea. Wewe mwanaume shababi kweli, wewe yaani unaweza kukakimbia ukamwacha mke wako wewe? Alafu wanaume yani, wengine ni waajabu sana yani, mwanaume nitakiwa usimame ngangali uweze kusimama na mke wako kila hali. Sasa mwanamke ndo anaonekana yeye ndo jasiri, alafu wewe mwanaume unakuwa legevulegevu tu. Haipasi kuwa hivyo. Maanake nataka niwapatie masharti ambayo mtakayafata. Mkikosea sharti hata moja tu, mnaweza mkaingia kwenye msala mwingine kabisa. Okay, sawa, mi niko tayari kuyasikiza masharti yako yote, na nitakuwa naumiza mke wangu aweze kuyafata hayo masharti, tusiwe kwa kosea kuna mzee mmoja ambaye zamani alikutongoza kipindi huko binti, na ukamkatalia, na huyo ndio alienda kufanyia huu nyama wote. Kipindi huko shule unasoma, huyo mzee alikutongoza. Alipokutongoza ulivyomkatalia tu, akaamua kwenda kukutengenezea hii dawa ambayo ndio amekufunga kizazi. Kwa hiyo toka ukiwa mdogo wewe ulikuwa haufahamu kitu chochote, kipindi hicho ulikuwa mwanafunzi. Uh, hiki kitu ndio kimefanyika, na amefanya hiki kitu ameweza kufunga kizazi chako, kwa hiyo mimi nitaenda kufungua hicho kizazi chako na uweze kuzaa, lakini kuna masharti ambayo unatakiwa uyafate. Uko tayari kwa masharti? Ndiyo mganga wangu, mimi niko tayari kuyafata au masharti. Ah, alafu huyo mzee jamani, ilikuwa ni miaka ya nyuma sana. Na mkumbuka huyo mzee alikuwa ni babu mmoja hivi ambaye nilikuwa simpendi kijijini. Kwa hiyo yule babu nilivomkatalia mkatalia mimi kipindi ninasoma, akaamua kuja kunifanyia unyama wote, yaani ameamua kunyofua kizazi changu. Yani nitakupatia masharti na nitakupa pia uh, kitu cha kufanya ili uweze kutoka kwenye hii ndagu ambayo umefungwa. Ipo hivi, nitakupatia dawa. Hii dawa itakuwa kwenye mfumo wa mayai. Kuna mayai matatu ya kuku wa kienyeji. Haya mayai matatu si mayai ya kawaida, ni mayai ya kichawi utachukua haya mayai, utaenda mpaka sehemu yenye njia panda, utaenda kuyaponda mayai yote matatu na ukiwa unayaponda haya mayai useme maneno haya: mimi Bibi Sandra ninafungua kizazi changu kuanzia leo. Mtu yoyote ambaye amefunga kizazi changu kwa namna yote ile akifungue, na kifungua kizazi changu kiwe huru kuanzia leo. Sawa? Ukikosea masharti, mambo yatenda kutokea mabaya mengine kabisa. Unatakiwa uwe makini sana na wakati unaelekea eneo la tukio hakikisha hauangalii nyuma wala mtu yoyote kukuona, sawa? Okay, sawa mganga wangu, niko tayari kuyatunza hayo mayai na kuyabeba vizuri, ili nisiyaangushe, niweze kufika hilo eneo la tukio, nende nikayaponde hayo mayai na kuyatamka hayo maneno ambayo umeniambia. Labda kuna sharti lingine ambalo mganga, wenda umelisahau Hapana, mayai hautayabeba wewe. Mayai yatabeba mwanaume. Hii ni ishara ya uzazi kwa mwanaume, yeye ndo anapaswa kubeba mayai. Kwa hiyo wewe umuhimize awe makini kwenye kuyabeba haya mayai. Yakidondoka chini italeta madhara mengine kabisa, na nikwambie kabisa, ikitokea haya mayai yakidondoka kabla ya kufika eneo la tukio, itatokea madhara mengine, unaweza ukapata mimba lakini ukazaa kiumbe ambacho sio cha kawaida. Kwa hiyo zingatia sana haya masharti na endapo utapata mtoto mwite jina la Melisa. Ah, kwa hiyo nitapata binti wa kike Melisa? Okay, Melisa. Kwa hiyo nitakuwa naitwa mama, mama Melisa. Ah jamani, jina zuri kweli yani.